Kifo cha Papa Francis kimekuwa pigo kubwa haswa kwa Wakenya. Baadhi ya wa waumini wakikumbuka ziara yake humo nchini mwaka 2015. Katika ziara hiyo Papa Francis aliwataka viongozi kujiepusha na ukabila na ufisadi na kuungana kuleta taifa pamoja. Emmanuel to ana maelezo zaidi. Alitua katika uwanja wa ndege wa JKIA mnamo tarehe 25 Novemba mwaka 2015 akikaribishwa kwa mbwembwe za aina yake akilakiwa na rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta, ziara hiyo ikiwa ya kwanza ya Papa Francis barani Afrika baada ya kuchukua hatamu ya uongozi jijini Vatican. Wakati huo, maelfu ya waumini wakistahimili mvua kali walipohudhuria ibada katika uwanja wa chuo kikuu cha Nairobi. Baadhi waliohudhuria ibada hiyo wakivuta kumbukumbu. Tukikumbuka wakati alipotembea hapa kwa nchi yetu ya Kenya, alitembea kule ambako ni kwa wale ambao wako chini. Of course alitembelea viongozi wa nchi na wakanisa, lakini pia tulimwona, alienda pale Kangemi. Kaenda akakutana na wanarika wadogo pale, pale Kasarani. Jukwaa hili lililojengwa kwa heshima ya Papa Francis likisalia imara hadi sasa, serikali ikitangaza jukwaa hili kuwa baadhi ya minara ya kitaifa nchini na hata kukingwa dhidi ya kubomolewa wakati wa ujenzi wa barabara ya moja kwa moja ya Nairobi. Wakati huo Papa Francis akiwa na ujumbe maalum kwa viongozi akiwahimiza kujiepusha na ufisadi alipoongoza ibada katika uga wa Kasarani, Nairobi. Together, Papa Francis pia alizuru mtaa wa Kangemi akiwarai walala hai kuwasaidia walala hoi. Ziara hiyo ya siku tatu nchini Kenya ilipokamilika, papa alifululiza hadi Uganda kwa ziara sawia. Japo ameondoka, kumbukumbu kumbu za papa Francis zinaendelea kudumu kote ulimwenguni na haswa hapa nchini Kenya, jengo hili ambalo liko nyuma yangu likiwa kumbukumbu ya ziara yake miaka kumi iliyopita, akiwataka viongozi kudumu kwa umoja na kupiga teke zimwi la ufisadi. Emmanuel to runinga Citizen katika chuo kikuu cha Nairobi, Nairobi.